Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sana bwana anavonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, ninaomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana. Na leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuendelea na series hii ya God's Special School au shule maalum ya Mungu. Na leo tunaenda kuangalia sehemu yetu ya pili, siyo darasa la pili sehemu yetu ya pili ya God's, uh, God's special school. Na mshukuru Mungu, lakini vile vile niseme tu, na mshukuru my sister sister Jane ambaye ana channel yake ya inuka umiliki, unaweza kwenda kuitafuta YouTube. Ana mambo mazuri mazuri sana, aliweka suggestion katika um, one of my previous um, episode ya kuomba kwamba tufanye hili somo la msamaha. Kwa hiyo natumaini unayeangalia utaangalia mpaka mwisho. Leo tunaenda kuangalia sehemu ya pili, tunaangalia darasa la msamaha. Karibu sana, angalia mpaka mwisho na Mungu akubariki. Basi karibuni sana katika somo hili la msamaha, na hili somo la msamaha eh, naweza nikasema ni somo ambalo liko a Different, kutoka somo la imani. Somo la imani tuliangalia eh, mara ya mwisho ni kwamba tuna, on, lazima tuonyeshe imani yetu tunapookoka. Na Bwana Yesu anapokuja lazima akukute una imani, au wewe unapoenda mbele ukoza haki lazima uwe bado umeiweka imani yako kwa Kristo. Lakini ili darasa la msamaha, kila mtu kwa jinsi alivyo, kuna watu wengine wanahitaji hii kama emergency, eh? Kwa sababu ya hali ambayo wanayo, wametoka huko, anapokuja kuingia huku kwenye nuru, ana watu kibao ambao hajawasamehe, na kwa sababu hiyo sisi tumeambiwa, ukija huku wewe unakuwa nuru, na kwa vile sasa hawezi kuwa nuru kwa sababu ya yale mavinyongo ma makuto kusamehe aliyonayo, inabidi Mungu adeal with that person as a matter of emergency, na tutaangalia kwa nini tunahitaji kusamehe na kuna wengine wao wako easy peasy, yaani maisha yao kabla hata hawajamjua Mungu ni watu ambao they let people go. They don't keep anything. Kwa hiyo unawakuta wao eh, Mungu atakavyo deal nao kwenye hili darasa itakuwa ni tofauti, na inawezekana wakati nao ukawa tofauti, lakini kama nilivyosema, vingi vinatokana na jinsi sisi tulivyo madarasa haya mengi na vile vile eh, huduma ambayo tumeibeba na kusudi tulilolibeba lakini tusisahau kwamba kusudi zima ya haya ni ni na Kristo. Sasa ntufanne kwenye maandiko neno Mungu linatuambia katika sala ya Baba 6 mstari wa 12 utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasameheao hmm? bila wetumstmra ingine kufikiria Tuna, tunamwambia nini Mungu hapa? Ninamwambia Mungu nisamehe mimi kama mimi ninavyowasamehe wanaonikosea. Sasa ina maana kama kuna watu ambao wananikosea mimi sijawasamehe, Mungu hawezi kunisamehe. Na hii ndio sababu kubwa ya msamaha. Sababu ya kwanza ambayo kwa nini tunahitaji kusamehe watu ni ili na sisi tusamehwe, kwa sababu Mungu ametusamehe. Na ndio hapa ninaporudi pale nilipozungumza mara ya mwisho wakati tunafanya somo la imani, ya kwamba Mungu hawezi kutuambia tufanye kitu ambacho yeye mwenyewe hajakifanya. Mungu mwenyewe ametusamehe na Mungu anatuambia wa ametusamehe wakati tuko dhambini, ye alishatusamehe. Kwa mimi na wewe tunajua ni miaka elfu mbili iliyopita tulishasamehewa kabla hata hatujawekwa matumboni mwa mama zetu. Tulishasamehewa kabla tujatenda hata hiyo dhambi. Kwa sasa Mungu anapokuambia samehe, kwa sababu yeye alishafanya. Umeona? Na ndio maana eh, msamaha ni muhimu sana kwa Mungu kwa sababu yeye amekwisha ufanya. Moja mbili, ukiufanya wewe unakuja kufanana na yeye na ndio maana Bwana Yesu katika Mathayo tano akasema hivi: basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende uendezako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. This is how much msamaha una nguvu kuliko hata sadaka yako. Msamaha una umuhimu kuliko sadaka yako. Msamaha una una nisemeje? Ndio ambapo unakukaribisha wewe karibu na Mungu. Kwa sababu kama Mungu hajakusamehe tumeona hapo kwenye hiyo sala ya yaani, Baba yetu anasema utusamehe deni zetu kama sisi tunavyosamehe wadeni wetu. Kwa hiyo ina maana mimi nisipomsamehe ambaye amenikosea, ina maana mimi sijasamehewa na Mungu. Kwa kama mimi sijasamehewa na Mungu leo, ninachukuaje sadaka na kumpelekea huyo Mungu ambaye hajanisamehe na nitegemee hiyo sadaka ipokelewe. Moja. Leo ninaendaje kwenye kupiga magoti, kumwomba Mungu, kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu wakati mimi na Mungu bado hatujapatana? Unajua kwa nini Bwana Yesu alikuja na kuwa sadaka? Bwana Yesu alikuwa sadaka ili kuleta upatanisho kati yangu mimi na Mungu. Mimi ndo nilimkosea Mungu kwanza. Kwa hiyo kwa kumkosea kwangu Mungu, Bwana Yesu akajitoa. Akafanyika sadaka ya kutupatanisha. Sasa mimi huyo ambaye nimepatanishwa na Mungu ninakataa kupatana na mwingine? What does it say? tutaenda kuangalia. Na kuna mchungaji mmoja alikuja kanisani kwetu, alinifundisha kitu kizuri sana. Akasema mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu wana mahusiano makubwa mawili. Uhusiano wa kwanza ni wa kwenda juu, huu mahusiano yangu mimi na Mungu, lakini kuna mahusiano ya parale mimi na wanadamu wengine ambao wamenizunguka. Sasa inavyofanya kazi, siwezi kuwa na mahusiano ya kwenda juu kabla ya kutengeneza mahusiano yaliyonizunguka. Na watu wengi tunayaignoa mahusiano yaliyotuzunguka, tunataka mahusiano na Mungu. Na ndiyo maana Yohana eh, anaandika katika waraka wa Yohana, anasema uta uta, nani, uta nini, anasema utampendaje Mungu usiyemuona na ukamchukia ndugu yako unayemuona. Kwa, kwa sababu unapokataa kumsamehe mtu unamchukia huyo mtu. Eh? Una, unamtakia mabaya. Na ndio maana msamaha ni sawa sawa na pendo. Neno la Mungu linatuambia kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee. Kwa hiyo hapo Mungu kwa ku, kwa kutupenda akamtoa mwana wake akatusamehe dhambi zetu. Kwa hiyo upendo na msamaha vinaendana kwa pamoja. Kwa wewe ambaye unakataa kumsamehe mtu, ina maana pale kat katikati yenu hapana upendo, pana chuki, kwa sababu huwezi kuwa hujamsamehe mtu ambaye unampenda, it is impossible, kwa sababu upendo una nguvu ya kuushinda eh, kutokusamehe. Yani upendo wenyewe una nguvu kubwa kiasi hiko. Sasa huu msamaha mara nyingine unaleta una una una confusion, especially kuna watu huwa wanasema nimekusamee lakini sitasahau, lakini ukienda kwenye neno la Mungu e, Zaburi mia moja na tatu ni mojawapo ya, ya, ya nani nazozipenda Zaburi inazozipenda Zaburi mia moja na tatu mstari wa kumi anasema, hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Hey, umeona yani, wewe unaiona mashariki na magharibi zilivyo mbali, kaskazini na kusini zilivyo mbali, ndio Mungu alivyoziweka mbali zetu, dhambi zetu mbali kiasi hicho. Sasa, kwa kuniambia kwamba ameziweka mbali kiasi hicho, anaweza kazikumbuka kwa hata sisi na hapa najua tunaweza saa nyingine tuna get confused tunapozungumza kusahau. Kipimo ni hiki, kama umesahau, ukimwona yule mtu ambaye amekukosea ndio unaweza ukakumbuka kwamba aliwahi kunifanya hivi, lakini it doesn't disturb you kwa sababu you have a brain. Brain ita itajaribu ita kuileta ile kusema, ah, huyu aliwahi kukufanya hivi, lakini je inausumbua moyo wako? Hapo ndo penye kusahau na kusamehe. Kama ume, ume, haikusumbui moyoni yani, haitoki kwenye akili, kaingia kwenye moyo, ina maana umesamehe na umesahau, ingawa kichwa kinajaribu kukumbuka. Kama una maoni tofauti ya hapo niambie, lakini mimi that is my experience kwamba kuna watu kweli amenikosea ame, lakini nikimuona, moyo wangu uko safi, akili yangu inaweza ikakumbuka hata nikiwa na dili naye naweza nikakumbuka kwamba huyu ah, alishawahi ku, kutonilipa pesa yangu ana pesa yangu huyu, lakini hainisumbui kiasi ya kwamba nikashindwa kudili naye vizuri kwa sababu ya ile hela ambayo hakunilipa zamani. Nadhani nimeeleweka. Kwa hiyo Peter, hii ni Petro, ili jambo lilimsumbua wakati Bwana Yesu anawafundisha mambo ya msamaha, kamwambia Bwana Yesu, sasa tunasamehe mara ngapi? Manake kwa Wayahudi walikuwa wanasamehe mara saba. Bwana Yesu akamwambia hata saba mara sabini. Sasa saba mara sabini ni mara mia nne tisini. Sasa, ndugu yangu wewe sijui uko tayari kumsamehe mtu mara 490. Mian, mian, sasa sijui utakuwa na diary, sijui utakuwa na kitabu. Je, una, kama, una watu watano kumi katika maisha yako wanaokusamehe kila mmoja unatiki mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hii na Bwana Yesu alifanya makusudi kusema hivi kwa sababu anajua hamna mtu ambaye atakuwa na hiyo diary ya kutiki na maana ya yes Unasamehe as long as the person is making a mistake kwako kwa au anakukosea wewe unaendelea kusamehe. Na kwa nini hili darasa ni muhimu tu sisi kupita? Kwanza nimesema kwamba ili tusamehewe na Mungu sisi inabidi tusamehe tusamehe wengine kama Zaburi mia moja na tatu mstari wa nne nao ni mstari my favorite scripture ambayo imenifungua mambo yangu mengi sana. Huu mstari nilipokuja kufunuliwa na Mungu, inasema hivi: akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Kwa hiyo tunaposamehewa mimi napowasamehe wengine Mungu akanisamehe, Mungu ananisamehe na kuniponya magonjwa yangu yote. Na hapa ndipo tunakuja ambapo hata sayansi ina support kwamba magonjwa mengi ambayo sio magonjwa ya kuambukiza, magonjwa ya kudumu, blood pressure, kisukari, figo, maini, e, yale magonjwa ambayo mengi sio ya kuambukizwa so cancer mengi kwa watu wengine, sio wote, kwa watu wengine inasababishwa na kutokusamehe. Kuna wengine wengi wakienda kusamehe, unakuta ule ugonjwa unaachilia. Wanasema wakati tukiwa na kinyongo, mwili wetu panakuwa na disturbance ya hormones katika mwili, na ile inasababisha na immunity inashuka kwenye mwili. Kwa hiyo, immunity inaposhuka inaipa nafasi magonjwa kuzaliana iyo hiyo ni kimwili. Sasa fikiria katika nafsi yako katika roho yako. Nilikuwa nawaza nikasema, ukiangalia taaa ma psychologist, ma counselor unafikiri wote wanadili na nini? Wote counselor psychologist anadili na watu wanaoshindwa kusamehe. Angalia shida yoyote, hata kwenye ndoa. Tukasema jamani, twende kwa counselor, tuna shida hii kwenye ndoa. Pale shida ni kusameana tu, amna shida nyingine hakuna shida nyingine. Hata kama nini, kama mtu amekufanyia chochote kile ukaweza kumsamehe, haitaweza kuwa shida, na yeye akaweza kusamehe haitakuwa shida. lakini pale tunaposhindwa kusamehe sisemi kwamba ndiyo tu wanaitaga wazungu kufanya nini, ndiyo tu tuwe eh, nini wanasemaga, uwe jamvi. Yani mtu anaku anakutembelea tu anakufanyia unavyotaka kwa sababu anajua unamsamea. Hapana, lazima tuwe na boundaries, lakini boundaries zangu ninavyoziweka zisisababishe mimi nikawa nimemwekea yule kinyongo. Namwekea mtu boundaries, lakini yeye nimemwachilia. Yaani kwa mwanadamu yoyote duniani, mwanadamu yoyote unaona, hata mtoto mtoto akiwa mdogo tu ana test boundaries. Watu ndo tumeumbwa hivyo. Kwa hiyo saa hii kwa mfano, una una mtu seme rafiki rafiki usipomwekea boundaries atakufanyia vitu vibaya sana, lakini lazima ufike mahali unaweka boundaries. But at the same time ukishindwana uki, naye usiache kumsamehe, msamehe, let them go. Lakini sio kwamba unaendelea una, una kumwacha aendelee kukuumiza na kukuumiza na kukuumiza. Sijui nimeeleweka? Kama sijaeleweka naomba weka komenti yako. Lakini kingine kwa nini tunapita hili darasa? Ili tuwe kama Mungu, kama nilivyosema, Mungu ametusamehe na sisi lakini vile vile, jamani, msamaha unaleta uhuru. Mimi nakumbuka enzi hizo ambazo nilikwaga naweka vinyongo, mtu akinikosea naweka afu, mimi unajua sipendi confrontation, you will never see me confront somebody never ever. Kwa hiyo naweza tu nikawa nimeweka kinyongo ndani yangu, lakini kile kinyongo kinanifanya nisiwe huru hata na yule mtu nikikutana naye na kuwa uncomfortable kuongea naye na kuwa uncomfortable kudeal naye. Lakini the moment nilipojifunza kukusamehe, najikuta kwamba niko uhuru kuwa na, na, na mtu yote. Hata mtu akinikosea nikisha sema that's it, nimesamehe that's it, niko huru. Umeona um, msamaha unaleta sio uponyaji tu wa mwili, roho, nafsi, vyote vinaponya kwa sababu ya msamaha. Sasa hebu tuangalie case study ya mtu ambaye, jamani, ni mfano wa kuigwa, Yusufu. Yusufu mtoto wa Yakobo, tunajua alizaliwa na kaka zake kumi na moja. Yusufu kaka zake walimchukia kwanza, kabla yaani ile the fact kwamba babake alikuwa anampenda kuliko wao, wakamchukia Yusufu. Mungu akampa ndoto, alivyoziadithia wakazidi kumchukia Baba yake ndo akaweka mafuta kwenye moto, akamnunulia koti la rangi rangi, ndio akasema huyu sasa tutamkomesha, ndio akataka kumuua. Bahati nzuri, au sio, bahati nzuri kwa mpango wa Mungu na uokovu wa Mungu, Mungu akamuokoa Yusufu. Yusufu akaenda Misri. Sasa tunaijua wote, fast forward, kaka zake wamekuja, wanamuona ni nani ni nini ni, ni, ni au kumfahamu lakini Yusufu alienda kulia chumbani. Ile ndio hiyo ninayosema wanadamu, alilia wakati alivyowaona mara ya kwanza, afu anawauliza kaka na ndugu yenu yoyote, wanasema ndugu yetu alikufa, wanasema uongo. Ilimuumiza, ni mwanadamu, akaenda akalia, akaondoa ile kile kinyongo ambacho alikuwa nacho, ule uchungu, akarudi. Lakini fast forward mwishoni, baba yao alivyokufa, wale ndugu ambao kwa sababu yeye Yusufu alidili nao vizuri, hakuwalipizia kisasi wale ambao sasa wame, wamefanya makosa, ndio wana wasiwasi sasa, wakaenda kumwangukia miguuni wakamwambia wewe, oh, tunaomba utufanye sisi watumwa wako. Umeona, yeye akawajibu, bwana, msiogopi, kwani mimi ni Mungu? Ninyi simlikusudia mabaya, Mungu alikusudia mema, ili nitokee leo, ije siku kama leo ambayo mimi nitaliokoa taifa zima, Mungu atanitumia mimi kuokoa taifa zima. Kitu kilichomsaidia Yusufu kuwasamehe ndugu zake, alijua kusudi la Mungu katika maisha yake. Alijua kwamba kuto kuwasamehe wale ni kulizuia kusudi la Mungu na watu wengi, ambacho ndo tunakuwa tunasahau kwamba, ninapoendelea kuwashikilia watu moyoni mwangu, yaani kuna baraka nyingi na kosa Mungu hawezi kukupromote au kukupa kile ambacho ulikuwa unataka kama wewe. Kumbuka hujasamehewa, na wewe unakuwa usamehewi dhambi zako. Sasa unapataje baraka? Nadhani una tena vilevile, hii ni mbinu moja, moja wapo ya shetani ya kuzuia tusifikie kusudi la Mungu kwa kutufanya sisi tuwashikilie watu ambao wametukosea. Tusiwasamehe watu ambao wametukosea. Hebu fikiria Mungu asingetusamehe sisi asingetupata sisi, wote tungeangamia. Lakini Mungu leo ametusamehe, mimi na wewe tuko hapa, tutaenda, tutaishi na yeye milele na milele. Sio kwamba nasema kwamba sisi nini, lakini Mungu anatupenda kiasi ya kwamba anatu, anataka tuwe pamoja naye hasa. Fikiria asingetusamehe, there is no way tungeweza kuwa pamoja naye. Kwa hata sisi kuna vitu tunashindwa kuvipata kwa sababu hiyo hiyo. Umeona? Sasa tujifunze kutoka kwa Yusufu. Yusufu alijua kusudi la Mungu. Pili Yusufu alijua yeye sio Mungu wa kuwalipizia kisasi wale ndugu zake. Kwa akasema, kwani mimi ni Mungu? Hmm? Mimi nyinyi mlikusudia mabaya, Mungu ameyageuza kuwa mema. Mungu atusaidie sana katika hili. Sasa kitu gani ambacho huwa kinatufanya tushindwe kusamehe? Sasa nyingine, tunasahau kwamba na sisi tumesamehewa na Mungu. Na huu mfano ni mtu ambaye alifeli huu mtihani. Neno la Mungu linatuambia katika Mathayo kumi na nane kamba palikuwa na huyu mjakazi um, ambaye bwana wake alimsamehe mtu aliyeaimsamehe alipomsamehe, yeye akatoka kwenda kudai, alikuwa ndio kama supervisor. Wale wengine na wa wale ameenda amewapiga, amewapeleka jera, wamlipe hela kidogo, yeye anadaiwa ela nyingi huko yani, dai hela kidogo, lakini kawatesa kwelikweli. Bwana wake alivyokuja kujua, Neno la Mungu linatuambia msaa thelathini na nne na thelathini na tano akaghadhibika sana, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni yote. Ndivyo na baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Umeona? Yaani, ipo hasara kubwa sana kusahau kwamba nawe umesamehewa. Huyu mtumwa alisahau kwamba na yeye amesamehewa kwa, kwa, kwa hiyo akaenda kuwadai wenzake, anawapiga, anawafanya nini, anawafanya nini. Bwana Yesu anamlinganisha huyu mtumwa sawa sawa na mimi na wewe, kwamba tusiposamehe na sisi tunakuwa kama huyu mtumwa, tutatupwa kwa watesaji mashetani ayo watatutesa. Na ndio maana unaonaga watu ambao kweli hawasamei wanateseka sana hapa duniani, wanateseka na mbinguni watateseka vile vile. Umeona? Na ndiyo, kuna mfano mmoja rafiki yangu jio huwa anautoaga, aliwahi kusikia kwa, kwa mwalimu wa Kasege, anasema mwalimu wa Kasege aliwahi kuuliza kwamba walienda kwenye semina, akauliza mmeshawahi kuona mwanamke ambaye ameteswa sana na mume wake afu akaachana na mume wake alafu yeye akabaki ni anaomba ni ana nini, lakini anateseka. Yule mwanaume atatoka hapo atenda koa mke mwingine ata flourish. Akasema kwa nini? Kwa nini, na huyu anaomba na anafanya nini? Lakini ni kwa sababu wanawake wengi tunabeba visasi, tunabeba machungu kwa sababu yule alikutesa. Na ndio maana mimi hapa nataka niseme disclaimer. Ni kweli jamani, kuna mambo yanaumiza Yaani siwezi kusema hili swala la kusamehe kwamba ni rahisi. Swala la kusamehe siyo rahisi kwa sababu ni kweli watu wanakuumiza mpaka moyo unakuwa na madonda. Ndio maana ukisoma Zaburi kuna mahali inasema uyaponya majeraha ya moyo. Yaani kuna majeraha watu wanaacha kwa yale waliyofanya. Betrayal watu wanayofanya, mambo makubwa mengine huwezi hata kumwadithia mtu, aibu kuhadithia vitu ambavyo umefanyiwa, lakini wewe kumbuka kitu kimoja, siku zote kumbuka, kama Yesu alisamee waliomuua. Sio kwamba walitaka kumuua waliomuua. Mimi na wewe ni nani ambao watu watawajatua? Neno la Mungu linasema hatujatoka damu, eh, Bwana Yesu alitoka damu yote, afu walio wale waliomuua wale wale waliosababisha wewe pale msalabani, wale sab..., anasema hivi, na Baba uwasamee maana wajui wanalolifanya. Ni kweli walikuwa wajui wanalolifanya? sio kwa wanajua, so, wanamuua alijua ana hatia lakini yule anayesamehe ndio ambaye anatakiwa. Alafu kusamehe ni decision ambayo mtu anatakiwa kufanya. Unaweza ukashindwa kufanya hiyo decision kwa sababu ya maumivu. Hapo ndipo unapo muhitaji Roho Mtakatifu akusaidie, uende kwa unyenyekevu mbele ya Mungu, mwambie Mungu, ninajua ya kwamba ninahitaji kumsamehe fulani ninajua fulani kaniumiza sana, lakini mimi mwenyewe siwezi jinyenyekeze. Ninaomba unisaidie, nisaidie niweze kusamehe, ninataka kusamehe. Umeona, yaani unatakiwa uwe na utashi, utoke kwako. Ninataka kumsamehe fulani, sina huo uwe uwezo, naomba unisaidie, nipe uwezo, nipe hekima, nipe maarifa, nipe nguvu za kuweza kusamehe hili. Umeona, Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu, anachotaka kianzie hapo kwako, na siku ambayo utaweza kufanya hivyo utashangaa. Kwa hiyo kama nilivyosema, na Mungu atusaidie sana, hasa wanawake. Wanawake ndio ambao, kwa sababu ya position tuliyonayo kwenye society, tunajikuta kwamba tuna deal na watu wengi na watu wengi sana wanatuumiza kwa namna moja au nyingine, mm? na ndio maana nilikuwa nimesema, nimesema hawa makansela na ma nini, kusingekuwa yani, watu wote wangekuwa wanajua kusamehe, wala wasi biashara isingekuwepo, yani hata hiyo profession ingekufa, au watu wote wangekuwa wanajua kurudi kwa Mungu na kumwomba Mungu awasaidie hivi vitu vingekuwa vime, vimeisha yani vya maka, makansela na psychologist, kwa sababu vitu vingi mtu akienda anaulizwa, hey, ilikuwaje toka utoto wako? Mtu anaanza ku recall toka toka nilivyozaliwa ilikuwa hivi ilikuwa vile ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Ni vitu ambavyo angeweza tu kufanya ku draw a line na kusema you know what God, I know these things has happened to me. This is my past. ninaomba nijaribu sio nijaribu, ninaomba Mungu ukapate kufuta kumbukumbu -kumbu ya vitu vyote ambavyo vimeniumiza uviondoe. Jamani, Mungu anao uwezo wa ajabu ajabu, ni vile saa nyingine hatu hatuna maarifa ya kujua What can God do kwetu. Sisi tunaweza tukasema ndiyo Mungu anafanya kila kitu, lakini saa nyingine una, unaweza kuona kwamba hawezi kukufanyia wewe, ndio shida inapokuja. Lakini mimi jamani ni, ni hizo <laughs> sala za kusema Mungu, ninaomba nisaidie kwenye hili, nimeshindwa, naomba unisaidie. Yaani utashangaa unaamka asubuhi, yaani wala yule kitu ambacho kwa kinakusumbua mpaka ulali, saa nyingine roho inafanya au ukimwona mtu roho inafanya hivi, kinaisha chenyewe. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya nanii ya, ya nini ya ni sababu inayotufanya tunashindwa ku, ku, ku, kusamehe wengine. Mara nyingine tunajihesabia tu haki, unamwona <laughs> he's higher than us, yeye ndo ametusamee kwa hiyo, na wewe unaposamee, wewe ndio you are bigger in that situation than yule aliyesamea. Kwa hiyo, wapendwa, nisifanye na ninyi ndefu sana, ninaona mimi niishia hapo. Ninamuomba Mungu sana atusaidie, Roho Mtakatifu atusaidie tusamehe walio tukosea, ili na sisi tuweze kusamehewa na baba yetu wa mbinguni. Kwani ni mbingu gani hiyo ambayo tutaenda? Wewe unajuaje, huyo ambayo hujamsamehe ndio atakuwa naiba wako? Unajua mbinguni hakunaga hayo mambo tena ya kisasi au Mungu. Hataki tuwe uncomfortable huko mbinguni, mmoja wenu hataenda ili msilete uncomfortability kule mbinguni hiyo <laughs> nayo huo unaifikiria, kwamba kweli nitaingia mbinguni? Nitaingiaje sasa mbinguni huko, wakati Simon bado sijamsamehe, na Simon ndo anaweza kuwa neba wangu? Ina maana mbinguni tena tunaenda kupeleka visasi? Amna kitu kama hicho. Mungu atusaidie. Ninaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Naomba weka comment yako kuhusu msamaha, au kama kuna kitu sijakizungumzia, naweza nikafanya kipart ya pili hata kifupi kuhusu msamaha. Mungu awabariki sana.